Ndogo twende Silas. Haya, nakusikia, nakusikiliza. Ongea, nakusikiliza. Unasemaje?

umepoa si so? asiosubiria hmm. Nahisi kuna kitu kielewi. Ni hivi, nahisi kuna kitu kielewi. Hmm. Serious serious, sauti inapanda dogo, niambie ndugu yangu ndugu mwana mwana, after shot after shot after shot. uh -huh. Unaipiga hivyo, twende. Ndugu mwenyekiti, mimi nimekuja. eh -huh. Twende, niambie niambie wepesi hili, usionyeshe kamera mgongo. Dada Samani, hapa eh, nakusikiliza. Unasemaje? naona niligeuka hapo. Eh, hiyo nzuri, fanya hivyo. Yaani hivi, dada Samani, sio hivi, hapa

Safi. Uh, yes. Hiyo mzuri, good idea, good idea. Twende shaatutndu ulikutoka. Fazila mpenzi wangu, unajua mi na wivu sana, chunga sana hatua unayepiga juu ya wanaume wanaosimama nao. Fazila unajua mimi Fazila, mpenzi wangu, unajua mimi nina wivu sana. Fazila, unajua Fazila... <laughs> mpenzi Shai Shaida, sijui. Fadhila mpenzi wangu, Fadhila mpenzi wangu, unajua mimi mimi na wivu sana. Haya, basi hapo hapo twende. Jamaa, utulivu. Alafu mwenyekiti. After shot. Utulivu. Wewe unauliza sana nyumanyuma, mimi na kufuata wewe. Action.